Bodaboda sane sehemu ya kwanza. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, majira ya saa kumi kamili za jioni. Hali ya hewa ilikuwa ni ya mvua ya wastani sanjari na baridi kali. Nilikuwa ndani ya chumba changu nimejilaza kitandani huku nikiwa nimejifunika mashuka mawili kwa mpigo, nikiamini hiyo ndiyo ilikuwa njia pekee ya kupambana na baridi iliyokuwa ikiendelea kunitafuna mifupa. Lakini haikuwa kama nilivyokuwa nikidhani, baridi ile iliendelea kunishambulia vilivyo. A, hii baridi nayo, niling'aka, kisha nikajisemea maneno niliyoyasindikiza na tusi mubashara. Hiyo ilikuwa ni kawaida yangu, hasa pale lilipotokea jambo la kunikwaza. Nilikuwa mwepesi sana wa kutukana. Licha ya tabia yangu hiyo ambayo naweza kuiita, ilikuwa ni tabia ya kipumbavu, lakini nilijaliwa kuwa miongoni mwa vijana ambao walisifika sana kuwa wapole na heshima. Sijui ni nini kilitokea ila nilijikuta nikipokea sifa kedekede kede kutoka kwa ndugu jamaa, pamoja na majirani niliyokuwa nikiishi nao. Walikuwa wakinisifu juu ya upole wangu, ati Mwenyezi Mungu alinibariki mwonekano wa upole, na kila mtu alivutiwa na upole wangu. Kwa kweli sifa ambazo walikuwa wakinisifia hazikuendana kabisa na mimi. Kuna kipindi nilikuwa nikihisi labda walikuwa wakinikejeli. Hii ni kutokana na tabia chafu zilizokuwa zimejificha ndani yangu. Hakukuwa na mtu aliyekuwa akinifahamu undani wangu. Sifa za upole zilizokuwa zimetawala pale mtaani nilipokuwa nikiishi zilinisaidia kuficha maovu niliyokuwa nikiyafanya nyuma ya pazia, na hiyo ndiyo ilikuwa sababu kubwa iliyochangia mpaka watu wasifahamu kile kilichokuwa kikiendelea katika maisha yangu. Hii ni simulizi ya kweli iliyomkuta kijana mwenzetu na ujumbe wake kwa wafuatiliaji wa simulizi ni huu. Labda nikuambie kitu ndugu msikilizaji, mbali na sifa zangu za upole zilizokuwa zimetawala kila kona, lakini nyuma ya pazia kulikuwa kuna mambo yalikuwa yakiendelea ya siri siri, ambayo hakukuwa na mtu ambaye alikuwa akiyafahamu. Nilikuwa nikifanya kazi ya udereva wa bodaboda, kazi ambayo ilinifanya nikutane na wasichana wengi sana, ambao mwisho wa siku nilikuwa nao kimapenzi. Miongoni mwa hao wasichana niliokuwa nao kimapenzi, mwisho wa siku wamefanya niwe kilema. Niishi maisha ya kukisubiri kifo changu kwa maana siwezi tena kutembea wala kufanya lolote. Kila nikikumbuka yale niliyoyafanya nyuma katika maisha yangu, kwa kweli, kuna muda na kiri kuwa hata kwa ukilema huu niliokuwa nao ni haki yangu kabisa, wala sitakiwi kumlaumu mtu yoyote yule. Japo nimeamua kukusimulia kwa mfumo wa chombezo, lakini naomba unifuatilie kwa umakini. Kuna vitu naamini utajifunza, na kama kuna sehemu itatokea nitakuwa nimekukwaza basi utanisamehe bure. Tuendelee na chombezo yetu. Wakati mvua ikiendelea kunyesha huku baridi nayo ikiendelea kunishambulia nikaamua kuamka kwa, kwa ghadhabu pale kitandani. Uso wangu nilikuwa nimeukunja vilivyo kwa hasira zilizokuwa zimenijaa kichwani. Tatizo kubwa lililokuwa likiniweka katika hali hiyo ilikuwa ni mvua iliyokuwa ikinyesha. Ilikuwa ikinizuia kwenda kumchukua mteja wangu aliyekuwa akijulikana kwa jina la Samira. Nilikuwa na kazi ya kumpeleka kila siku kazini kwake maeneo ya posta na kumrudisha nyumbani kwake Tandika Azimio. Alikuwa akinilipa kwa siku. Niliamini kwa mvua ile iliyokuwa ikiendelea kunyesha bila kuwepo dalili zozote za kukata, basi niliamini nilikuwa nikienda kuikosa hela ya Samira, msichana ambaye nilikuwa nikiishi naye mtaa mmoja. Niliichukua simu yangu aina ya Tecno nikaiwasha, nikaitoa pattern, kisha nikaingia katika uwanja wa kuandika ujumbe mfupi. Nilikuwa nikimwandikia ujumbe Samira. Mambo mpenzi? Poa sana, niambie kama kawa. Vipi, bado uko kazini? Ndio na kusubiri, sikuoni na mvua hii. Na kujaje sasa? Wenjoo hivyo hivyo bana, au uchukue bajaji. Bajaji sitaki au daladala. Sitaki pia. Unataka nini? Nataka uje unichukue na pikipiki yako. Jamani, sasa nitakujaje huko? Wewe tafuta njia yoyote ya kuja, mimi siondoki mpaka uje unichukue. Alinitumia ujumbe huu Samira kisha huo ndio ulikuwa mwisho wa chatting zetu. Mpaka kufikia wakati huo nilikuwa nimeshapagawa, sikujua nilitakiwa niende vipi mpaka posta kwenda kumchukua. Nilipoitazama saa yangu ilikuwa ni saa kumi na nusu. Nilizidi kuwa katika hali ile ya ghadhabu huku kila wakati nikichungulia nje kutazama kama mvua ilikuwa imepungua. Kama utani vile ilipofika saa kumi na moja kasoro dakika tano, hatimaye mvua iliweza kukata. Sikutaka kupoteza muda tena, nilichukua koti langu nikalivaa kisha nikatoka nje nikaielekea pikipiki yangu, na sasa safari ya kwenda posta nikaianza. Barabarani nilikuwa nikiendesha pikipiki, lakini nilikuwa nikiufikiria ule uzuri aliyokuwa nao Samira moyoni. Sikutaka kuamini kama kweli alikuwa bado hajaolewa, maana alikuwa ni msichana mrembo haswaa Alikuwa na sura ya kuvutia, macho legevu ya kurembua, kifua chake kilibarikiwa chuchu za kusimama midhili ya ncha ya mkuki. Umbo lake lilikuwa limejengeka vyema na kuunda namba nane. Alivutia mno kutazama, si kwa nywele zake ndefu alizokuwa amezifunga kwa nyuma, mwendo wake wa maringo, wala kwa sauti yake laini ya kubembeleza. Kwa mwendo wa dakika kumi nilikuwa tayari nimeshafika posta nje kampuni ambayo alikuwa akifanya kazi Samira. Nikampigia simu kumjulisha kuwa nilikuwa nje kwa wakati ule nikimsubiri. Haikuchukua sekunde akaweza kutoka nje. Alikuwa amevalia mavazi yake ya kiofisi, sketi nyeusi fupi iliyoyaacha vyema mapaja yake wazi kwa juu, alivalia t-shirt nyeupe iliyokuwa imeandikwa jina la kampuni yake kwa maandishi ya rangi nyeusi. Umenisubiri sana? Nilimuuliza alipokuwa amesimama mbele ya pikipiki yangu aina ya Boxer, huku akiwa amekishikilia kiuno chake kilichokuwa kimebonyea kwa ndani mithili ya kiuno cha mdudu nyigu. Ndiyo, nimekusubiri sana muda mrefu, yaani mpaka nikakata tamaa, aliniambia Samira kwa sauti ya kudeka. Tatizo ni mvua, yaani isingekata sijui ingekuwaje, na mimi nisingeondoka kabisa ofisini. Kisa nini? Ujaja kunichukua aliniambia, kisha nikacheka. Niliendelea kuutazama uzuri wa Samira na kila nilipokuwa nikiyapeleka macho yangu kwake, nilizidi kukiri, alikuwa ni mrembo kupitiliza. kumbe mpaka Jumamosi unaingia ofisini? nilimuuliza. Hapana, kuna kazi zilibaki jana, leo ndiyo nimezimalizia alinijibu. Hapo sasa nimekuelewa. Vipi, twende zetu sasa maana hili wingu jinsi lilivyofunga muda wowote mvua itashuka tena, nilimwambia. Usijali kipenzi, ila nahisi baridi sana, unaweza kuniazima koti lako? aliniuliza. Hakuna shaka, nilimwambia, halafu nikavua koti langu nikampatia kisha akalivaa. Baada ya hapo akapanda kwenye pikipiki kisha tukaondoka zetu. Nilimfikisha nyumbani kwake salama salimini jambo ambalo lilimfurahisha sana. Alipenda sana kunisifia kutokana na uhodari wangu katika kuendesha pikipiki, kisha akaichukua pochi yake akatoa hela halafu akanilipa kama ilivyokuwa kawaida yake. Nilimshukuru sana, lakini ajabu hakupendezewa na kitendo kile. Aliniambia kuwa sikutakiwa kufanya vile mbele yake, kwani kile alichokuwa akinipa kilikuwa ni haki yangu, yaani jasho langu, hivyo sikutakiwa kumshukuru sana. Oh, halafu nilitaka kusahau. Aliniambia huku akionekana kusahau kitu. Ulitaka kusahau nini? Nilimuuliza. Koti lako, halafu nimejisahau kabisa, nimelifanya kama langu. Usijali hilo, naweza kulichukua siku yoyote. Nilimwambia kisha, sikutaka kupoteza muda, nikamwaga halafu nikaondoka eneo lile. Nilipofika nyumbani kwangu, bado niliendelea kuteseka na hisia za mapenzi ambazo zilianza kuniingia ghafla. Moyoni nilijikuta nikiutumia muda mrefu sana katika kumfikiria Samira, msichana ambaye nilitokea kumpenda sana. Sikujua nilitakiwa kuanzia wapi kumweleza ukweli wa siri iliyokuwa ikinitesa moyoni. Nilimpenda sana na nilitamani alifahamu hilo. Wakati nilipokuwa nikiendelea kumuwaza, nikaichukua simu yangu, nikaingia waapu na kitu nilichoamua kukifanya ni kulitafuta jina lake na kuanza kumwangalia profile picha ambayo alikuwa ameiweka. Alikuwa ameweka picha aliyopiga kipindi yupo kazini. Nikazidi kudata na mwonekano wake ulionivutia kupitiliza. Picha yake ilionekana nusu tena akiwa amekaa, ilianzia kumwonyesha sura yake mpaka usawa wa mapaja yake. Nikamtazama kwa umakini kila kiungo chake nilichokuwa nikikiona katika picha hiyo. Alikuwa amekaa, hakika alinivutia mno. Hali ya hewa bado ilikuwa ni ya ubarini iliyohamasisha sana kufanya mapenzi. Nilizidi kumtazama Samira pichani na hakukuwa na kitu kingine nilichokuwa nikikifikiria zaidi ya mapenzi. Hisia za mapenzi zilizonijia zilikuwa ni juu yake na hata katika upande wa kifikra nilimwaza yeye. Wakati nilipokuwa nikiendelea kumwaza Samira, ghafla simu yangu iliingia ujumbe mfupi. Nilipofungua na kuusoma, ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Cecilia, msichana ambaye nilikuwa katika mahusiano naye ya kimapenzi. Alikuwa amenitumia ujumbe wa kunijulia hali, lakini kutokana na chuki nilizokuwa nazo juu yake sikutaka kumjibu lolote. "Mpenzi wangu vipi, uko salama?" alinitumia ujumbe mwingine ambao sikutaka kuujibu. Hata aliponipigia simu pia sikutaka kupokea. Nilimchukia sana Cecilia, nilimfanyia kila aina vituko. Kila siku tulikuwa tukiingia katika mgogoro ambao chanzo kilikuwa ni mimi. Hakukuwa na usalama wa penzi, kila siku nilikuwa ni mtu wa kuwaza kumkwaza. Nilikuwa tayari nimemchoka, na hii ndiyo sababu iliyonifanya mpaka hisia zangu za mapenzi nikazihamisha kwa msichana mwingine. Alikuwa ni Samira, msichana mrembo ambaye niliamini siku moja nitampata na angeweza kufurahisha moyo wangu ambao ulikuwa tayari umeshamtamani. Niliamini kushinda katika hilo, hivyo sikuwa na shaka hata kidogo. Huyu Cecilia ambaye ni mpenzi wangu, mwanzoni kabla ya uhusiano wetu, alikuwa ni abiria wangu kama walivyokuwa wengine. Nakumbuka niliwahi kumpeleka sehemu nyingi sana ambazo alikuwa akihitaji nimpeleke na alikuwa akinilipa. Hakukuwa na mazungumzo mengine kati yetu zaidi ya udera na uabiria. Alikuwa ni msichana ambaye alionekana kuwa na msimamo sana, pia alikuwa akijiheshimu. Hata katika upande wake wa mavazi alikuwa akivaa nguo za heshima ambazo zilimweka katika mwonekano wa kuheshimika kila wakati. Macho yangu ya matamanio kwa wasichana hayakuacha kumtamani Sesilia, ambaye nilimuingilia na gia ya kumuoa kabisa, endapo angeweza kunikubali na kunikabidhi moyo wake wa mapenzi. Nilianza na kumpa ofa ya kutonilipa pesa yake pale ambapo alihitaji usafiri wangu na hii ndiyo ilikuwa kama kilainishi cha kumfanya azidi kuniona nampenda sana. Kama utani akaweza kunikubalia ombi langu na akazidi kuleweshwa na ahadi zangu za kutaka kumua kabisa. Sikutumia nguvu nyingi sana ya kumpata Cecilia bali ni akili na utundu fulani kidogo niliutumia. Washikaji zangu wengi ambao nilikuwa nafanya nao kazi hii ya udereva wa bodaboda walishindwa kuelewa kwa kile kilichokuwa kikitokea katika maisha yangu. Kumiliki watoto wazuri kila siku na kila msichana niliyekuwa naye alikuwa akimzidi mwenzake kwa uzuri. Waliamini nilikuwa natumia kizizi katika kuwang'oa wasichana wazuri, jambo ambalo halikuwa na ukweli ndani yake. Kichwani nilikuwa nimenyoa kiduku huku ukifuatiwa na mwonekano wangu wa kawaida ambao ulisindikizwa na utanashati. Nadhani hii pia ilikuwa ni sababu nyingine iliyowafanya wasichana wavutiwe na mimi. Sikuwa ni mtu wa kuongea sana, kwanza nilikuwa nina aibu sana. Hata lilipofikia suala la kumweleza ukweli msichana, nilipata kazi kubwa mno, lakini mwisho wa siku mambo yalikuwa katika mstari. Nilikuwa katika mapenzi na Cecilia huku akijaribu kuwa msichana wa tofauti sana katika maisha yangu. Alikuwa akijaribu kunibadilisha kutokana na muonekano ambao nilikuwa nao. Hakuupenda hata mara moja na kila wakati nilipokutana naye ulikuwa ni kama wimbo wa taifa. Alinisisitiza sana nijiweke katika muonekano wa kuheshimika. Sipendi hata mara moja jinsi unavyojiweka sana, aliniambia Cecilia huku akiwa ameukunja uso wake. Nilifahamu alikuwa amechukia, hivyo nilitafuta maneno ya kumwambia ile niweze kumuweka sawa. Wakati huo alikuwa amenifuata geto majira ya usiku. Usinune mpenzi, unajua najiweka hivi ili kuvutia abiria wapende kupanda pikipiki yangu, au hupendi mumeo nizidi kupiga pesa kila siku? Nilimwambia kwa sauti ya upole kisha nikamuuliza swali ambalo niliamini jibu lake ni ndio. Napenda, lakini mimi sipendi hivyo unavyojiweka, alinijibu. Usijali basi nitabadilika, si unajua mimi ndiyo mumeo? Ndiyo najua. Basi usininunie sawa? Sikununii tena, aliniambia kwa muda ambao alikuwa amenifuata. Ni wazi kuwa kuna kitu alikuwa akikihitaji na hakukuwa na kitu kingine zaidi ya mapenzi. Nililifahamu hilo kutokana na machejo aliyokuwa akiyaleta. Alianza kunitekenya pale kitandani tulipokuwa tumekaa, huku akizidi kujivuta na kuwa karibu na mimi tukaanza kucheza ile michezo ya kitandani ya kukumbatiana kupapasana huku tukibadilishana mata yasiyokuwa na idadi. Sesilia uvumilivu ulimshinda mwisho, akaanza kunitoa nguo moja baada ya nyingine, nikabaki mtupu. Akanitazama kwa macho yaliyogubikwa na aibu, kisha hapo hapo akauelekea mtarimbo wangu uliokuwa umesimama wima kama nguzo ya umeme. Itaendelea sababu simulizi yetu ndefu, tutatoa vipande viwili kwa siku asubuhi na jioni na kwa wale wenye stori kuhusu maisha yao au kisa tukio ambalo wanatanani tutoe kama simulizi, mnakaribishwa. Usisahau kusubscribe chaneli yangu ya YouTube na kulaiki simulizi zetu.